Habari za muda huu ndugu producers, naitwa Matuga Beats. Uh, ninahitaji kuonyesha namna gani nimeifanya hii project ya kaswaida. Kwa wale ambao hawajawahi kufanya kaswaida, naamini kupitia tutorial hii inaweza kukupa mwangaza wa namna gani ya kuanza kuanzia leo kuweza kutengeneza kaswaida. Uh, nitaonyesha kitu kimoja kimoja ambacho nimekifanya naamini utapata mwangaza tu, kuanzia leo utakuwa na uwezo wa kupiga mziki huu. Wengi wamelalamika kwamba mziki ni mgumu, sijui, lakini mziki wa kaswida sio mziki mgumu, ni mziki unahitaji vitu vichache tu. Kwa hiyo nitawaekea pia na hii project ya FLP hapo chini ya yeah, hili kila mmoja aweze kuipitia. Naomba kwanza tuisikilize, then tuendelee kuonyesha kimoja kimoja. ya yeah, hivyo ndivyo project yetu inavyo soundi. Kwa hiyo nitaanza kuonyesha pattern ya kwanza. Tulianza na nini? Pattern ya kwanza kwenye project yetu tulianza na percussions pamoja na drums, ilikuwa ina sound hivi. Hapa nilianza na kiki nikafata hiki sijikini hichi, nikafata na hiki hapa, tukaweka konga, lakini konga yetu ilikuwa na sound different kidogo si mnaiona, ye kwa na sound tofauti kidogo, ilikuwa uh, inapiga kama inaingiliana kiki fulani, alafu inatoka hivi. ya yeah. Tukafata dufu, hii ni tom tu ya kawaida, lakini mimi nimeisave kama kama, kama nani yangu, sample yangu nimeita dufu sababu, so, ina saundi fulani ya dufu. Wengine wanauliza kwamba nime quantize vipi, lakini kwenye upande wa snap natumia 16 1 by 6 step tunayotumia hapa. Kwa hiyo hamna maajabu ni hicho tu. Aya, nikaja kwenye tamu tambu, kikaswida kiwarisia tunaita ni chekeche. Kwa hiyo nikaipiga hivyo, kisha nikafata tumba Umba kama naona ilikuwa inapiga inaingelea na kiki fulani hivi, alafu nikapiga shaka kujazia mziki kidogo, tuupe clarity fulani. Hii shaka nimeifata tam ilivyotembea tam, na shaka ndivyo ilivyokuwa imetembea. Kwa hiyo baada ya hapo ndo nikapata drum zangu kwa mfumo huo, nikafuata pattern ya pili. Pattern ya pili ni split tu hii pattern ya kwanza nilisplit kwa ajili ya kupata mwanzo. Kwa hiyo hapa tuliondoa kiki pamoja na shaka, ikawa na sound hivi, kwa na sound hivi <muchas> alafu pa ikaja pattern ya kwanza, ndo ikaingia na kiki ya kwa hiyo ndo hivyo. Amna, amna kitu kigeni hapa, nilirudia tu kwa kusplit. Pateni ya tatu nilichokifanya, nikaanza na purity kupiga sasa melodi. Kwa hiyo melodi yetu ilikuwa ina saundi hivi, na hii ni, ni pani fluti tu ya woodwind katika plagini yetu ya purity. Kwa hiyo saundi yake ndio ilikuwa ina saundi hivi lakini nikaiongezea na expandi. Expandi nilichokifanya niliweka ethnic ya ambayo ya preset ya shaku hachi, nikaongezea na softi, pan pipes. Kwa hiyo ikawe na saundi hivi, kawe na saundi hivi. hizo kwa, kwa pamoja ndo zina saundi hivyo. Kisha nikaweka kodi. Sasa kodi nilipiga kwa kupitia XP Dance Orchestra preset ya string soft, nikapiga strings zo kwa mfumo wa pads, au tuseme ndo main kodi zetu, nilizipiga hivi. Kwa hiyo baada ya hapo, nita nikaiplay kazi yangu kwa hapa mwanzoni, ikawa imekamilika main melody kwa mfumo huu. Okay. Baada ya hapo pattern iliyofuata pattern 4, pattern 4. Sasa hii ilikuwa ni kama ndo lead main, main, main, main yetu kwamba ndo main melody ya mtu kuimbia. Kwa hiyo ilikuwa ndo hii ilisaundi hivi tu, nilitoa impurity nikaiacha expandi pamoja na kodi yake, basi sikuwa na chingine ambayo, ndo hii kawa ina saundi hivi ya yeah, kwa hiyo hiyo ndo ilikuwa lead yetu. Baada ya hapo, pattern ya tano nikapiga, nilitumia kontakti. Kontakti nilitumia, nilitumia plugin ya string of Anatolia, nikapiga Galata string 2. hii sasa ikafungua intro yetu ikawe na sound hivi hiyo ambayo ndo hapa ikawa hiviya, yeah. Pateni, ikafata pateni ya sita hapa, nilipiga besi, na hii ni besi gitatu ya Purity ikuwe e na saundi hivi, ambayo ni ebesi namba nane, inapatikana kwenye besi gitar ya Purity. Kwa hiyo kifungua ndani nilibe yani, haikuwa na mambo mengi, nilibeba nilibebanisha tu yani, kawaida tu. Kwa hiyo nikaja kupanda, kupata saundi hapa, hii ndo saundi yake. baada ya hapo kilichofuata, kilichofata nipate namba saba hapa, nikapiga tena contact kujazia intro yangu ambayo ilikuwa na sound hivi. Hii ni Breath of Anatoly Anatolia, nimepiga preset inaitwa Macy, ndio nikapata sound hii hapa hivi ndivyo nilivyokuwa nimeichora ndani, ilikuwa hivi. Kwa hiyo ikatembea hapa ikawe na saundi hivi ya kama hivyo ikuwa inatembea kawaida tu, ikafata pattern ya nane ya nane bwana. Nikatia rolling za dufu ambazo zikuwa zina sound hivi, ambayo ndio hapa kianza intro hapa mtasikia ambapo na saundi hivi ya yeah. Kilichofata pattern ya tisa ilikuwa ni tumba. Kuna vitu nilivipiga kwenye tumba hapa ya hivi vidufu nilivipiga tu hapa ili kupata walisia wa kaswida, ni mambo ya dufu dufu. Kwa hiyo nikakipata hapa kwenye namba tisa hapa, ya yeah. Baada ya hapo, pattern ya kumi Ha, ilikuwa ni clash tu kwa ajili ya kuonyesha tunaingia sehemu fulani ambapo mwimbaji ataweka voko zake, ataanzia kuweka voko zake ya yeah. Hivyo ndivyo nilivyokuwa nimefanya na ndivyo mwisho wa hii kaswida kwenye upande wa skeleton ilikamilika hivyo. Pateni zangu zilikuwa kumi tu, mpaka kufikia hapa, atapoimba msanii basi ndipo nitaongeza idadi ya vifaa vyingine ili tuweze kuitia radha zaidi. Nashukuru sana, naombeni sana mwendelee kushare, kucomment, kulike na kusubscribe chaneli yangu ya matuga Records, kwa ajili ya tutorio nyingi zaidi. Na kama kuna ushauri au unahitaji tufanye tutorial nyingine inayohusiana na, na kaswida aina fulani basi tuta, nitafata ushauri wenu kwenye comment hapo. Pia naomba sana tusupportiane kwa kusubscribe na kulike na kushare kwa watu wengine. Asanteni sana, hala.